Hiyo, tunataka jamii bora na hii inaanza na wewe Kizimbani. Aya, sasa ni ule muda sasa wa mm, kuwekana sawa, kupeana vitu sawa, kupeana vidonge, lakini si kuwekana sawa, tunakumbushana tu. Kuna wakati tunajisahaurisha binadamu umenielewa kwa hiyo eh? mm. kama tumesahau lazima pia tukumbushane kwa namna moja ama nyingine, pale ambapo mm -hmm. tunapokuwa tumesahau. Lakini kwa nini leo, kwa nini leo tumekuja na hili kundi jamani? Jamani, kwani kuna shida? Mimi mdomo. kwani kuna shida? Kwani kuna shida? Nimefunga mdomo wangu mimi. Kwani hiyo tabia unayo wewe <laughs> Lakini moje kuna watu wanayo, nimeona labda uenda kuna muda nipige tu za uso mimi mm, jamani, eh? Jamani. Uh -huh. Leo jamani, uh -huh. tuna jambo kwa wale baadhi ya kina dada nyinyi wakina dada, mkiitwa wakina dada, mkiitwa. Nimekuita tu jamani, <laughs> Asma, <laughs> ama nimekuita sijui Ashura, <laughs> ndio maana kuna mtu. Nimekuita jina lako mm, unaanza kufikiria tayari, njoo mm. Kumbe mimi bahati mbaya juzi wakati narudi nyumbani mm-hmm. Nilikutana na mbwa mm -hmm. Nauliza jamani, barabara ipi haina ah, hai mbwa mm -hmm. <laughs> Lakini wewe tayari maruseki hapa ananihitaji pige una fune kwanza. Kuna ule msoje ule, anasemaje jamani? Kiukweli sisi wengine ambao tunawaita wa lengo zuri tunaboeka, sawa labda tuwanyoshie tu kichwa cha habari tuende hey, moja kwa moja. Alafu leo tunazungumzia tabia Ten tabia niyo ya baadhi ya kina dada mm -hmm. ambao wana fikra hasi kwamba wanapoitwa na wanaume basi wanafikiri wanataka kutongozwa. Yeah. Huh? Huh? Kumbe maskini amnuamedondoshaashwaesasa kwa bahati mbaya amekwenda dukani. Kumbe wakati tunamuita, unahitaji kumpatia pesa yake ambayo ameidondosha, alafu mm, anaanza kurejea, anaanza kulia, jamani mm.

Ubwera. E, yaani kiufupi ni kwamba tuna tu, tunaumia sana kwa hiyo, wakina dada jamani, tunaumia sana watu wengine, kwa sababu tunakuwa na shida tofauti ambazo watu wamekuwa wakitufikiria kwamba huenda mm. tunawaita eh, kwa ajili ya kuambia maneno mengine eh, ama kwa nia ya kuwatongoza unajua, mm -hmm. kutongoza ni kushawishi japokuwa kuna watu wanalijadili neno hili mm -hmm. Kwa namna moja ama nyingine hey, kubwa zaidi uh, lakini kushawishi, maana ya kutongoza ni kushawishi. Maanake eh, kuambia maneno mengine ya mahusiano mm -hmm. kitu ambacho sio kabisa. mm -hmm. Kumbe mimi nauliza, jamani, samahani mm -hmm. Pale kwenu niliona mahindi, je, mnayo ya jumla? mm -hmm. hey. Jamaniau eh, unakuta marusekera na heshima zake pale anakuita aba, anakuona ni binti mdogo, yni mdog wake aba, umevaa vibaya, anaku, e, anakuita ile akushauri kushauri mawili e, matatu e, na mwangalevi lakini, akilini mimi najijengia mm, tayari kwamba huyu ananitaka tayai, e. e. e. e, tayari huyu vile umeshasikia kwamba ukipigwa <laughs> e. <laughs> Au paka una, au, au kujisikia kwamba kama kama asma pale, unaona wanamuomba namba sana. Akitoka hapo nje nje ya mjengo, basi anajikuta yeye ndo queen, unavimba kichwa, mimi mzuri, kumbe wenzangu na mimi hapo wanakuwa kitaba kushauri jambo fulani la maana tena kabisa. Jamani, kupaka kwako hiyo sijui powder hiyo makeup, kuna watu sasa hivi nusu saa nzima wanatumia kwenye ku Eh, au kujiremba, kurembe. Niko sahi ni kujiremba. Sasa unakuta wakati mwingine asema, vipi? Eh, ni kwamba lakini eh, leo tumekugusa kunako kwani asema, hujafanya hivyo kwamba mtu akakuita labda akahitaji tu shida nyingine

msikilize mm -hmm. Shida zake mm -hmm. Alafu baada ya kumsikiliza mm -hmm. Sasa ndo ukataa, yes. Uwezi jua kwamba wakati huu anakuwa na shida gani kwao si... Wadada jamani mm -hmm. tusiwe tu, tu, tu na hizo fikra kwamba kila mwanaume ambaye anakuita akikuita, labda unamjui na mara nyingi, lakini nakujenga kwa watu ambao unakuta hauna mazoea nao ndio, uh, ila yeah, asema naomba niweze na na kitu hapo kabla tujaendelea mbele. Ehe, hawa dada pia wana tabia fulani yeah. Anayemuita kwanza, anaanza kumwangalia ni wide design gani, anampandisha na mshusha, akiona yuko smart, ndio kuna namna fulani pia anajisimamisha, au ile niende. Lakini ukiwa choka mbaya kama sisi hapo, wengine wanakupandisha na kushusha. Hiyo ni kweli kabisa, tunajaji muonekano.

Sasa ah! movie ya mapito nakumbuka <laughs> movie ya mmetupa kodi eh, kuna movie moja <laughs> inaitwa mapito hizo eh. Zizo, niliangalia jamaa mm -hmm. Alitaka ali kupata mtu sahihi mmeelewa mm -hmm. Kwa hiyo akachana shughuli zake. Yaani jioni anakwenda kupiga kazi mm -hmm. lakini mida ya mchana mchana ile anapiga kazi hizi za kawaida za hali ya chini zile. Sasa mm -hmm. alishagundua kwamba kuna mtu unajua anaweza kaja kwenye maisha ya mtu kwa ajili ya kufuata kitu fulani. Mm -hmm. Yeye yeah, alitumia ule mtego mm. Na kweli kuna mtu akanasa ule mtego mm -hmm. Na akashindwa uh, kuwa naye kwa sababu alimuona hafai, namna mm. alivyovaa, namna mm. anavyofanya kazi, kazi gani na kipato hapo, mnaangalia nataka nipigwe na kiozi <laughs> nafikiria jamani. mimi sitaki kutembea kwa mguu eh? Kuna kuna aina gari ya gari, babako ana hata gari hapo? Sio gari, lakini mnaangalia Sio kila mtu uenda, mtu mwingine anakuja kwa design hiyo ili aone je utaimili hali ya chini. Sawa, tutakuwa tunakuja sasa mkituita eh. Yeah, yeah. E, okay. Tukiwaita jamani msitufikirie vibaya sisi wengine kwamba Maruseke, okay. Ananiita labda anataka anishawishi wakati unafahamu kabisa Maruseke tayari yuko namna fulani japo kuna mtu anakwambia mm. Kuna watu waaridhishi na mtu mmoja, mm. Lakini hapana jamani <laughs> wengine tunakuwa na shida zingine tu. Sawa, tutarejea. Unasikiliza Mchakato. Mchakato. Hakimu kasema wenye tabia potovu, mbaya na zinazokera, wote kizimbani, wote kizimbani, kijana kizimbani. Eh, unaitwa nani? Koti inakuuliza kama una malilio yoyote mbele ya koti. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, wewe unaelewa, ambia fanya nini, amekuambia kama unaweza kujitetea, kama uelewi, si unasema mheshimiwa 93.7 Radio Kwizera FM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

<laughs> Utajisikiaje nikikwambia unaweza kushinda hadi milioni 20 ndani ya sekunde? Ni Toboa Chapchap wa Tanzania, mchezo kutoka Bahati Nasibu ya Taifa unaokuwezesha kufanya maajabu haya. Chagua mchezo wako pendwa kwenye orodha ya michezo mitano ya papo hapo: Kwangua, Zungusha, Mechisha na Pap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 Leo mmenyosha madada wengi, hiyo tabia imekithiri katika jamii. Wadada wengi wakiitwa wanawaza mbali, akiitwa mpaka mchambue haraka. Kama yuko freshi ataitika, lakini kama yuko choka mbaya, anampuuzia. Jamani kina dada tubadilike. Hey, kwa kweli kabisa tukapoteza bahati Aswa Sadiki harimeshi kutoka kakuta center, yani leo wadada wao wamesha kariri kuwa akiitwa na mwanaume anaisi anataka kumtongoza ko cha kwa shauri wasiwe wana kariri hivyo E, shukuru Anatoli kutoka Ngundu, sikizimbani leo imegusa penyewe. Dada hao wapo, naomba kwamba ajirekebishe. Mzungu kutoka Maganga Kubwendo anasema kweli tu wakere, unakuta mtu ni mweusi mweupe, rangi mbalimbali unakuta analinga. Kwa hiyo walio wengi wanakosa msaada, wabadilike. Lakini Asma mbona anacheka sana, ameguswa? yeah. mm. e. Uh, Asma amesema amewahi fanya hivyo. Eh, nilikuwa leo nimebadilika. Eh, kwanza leo mimi lakini lakini lakini lakini ukiwa na hoja ya msingi ndio muite Asma eh. Ukiwa na hoja ya msingi tunakumbushana, hawana hoja ya msingi japo ah, eh, kuwa sasa, sasa wanakuambia wana mm, uh, kusikiliza pia ni sehemu ya kupata kufahamu, mm. Itika wito katani, ila ila huyu huyu aliyejitoa ujasiri kidogo afikiriwe. Mimi narudi upande wake, afikiriwe kidogo tutamfikiria <respir language> uh, namna uh, namna fulani tutamfikiria Innocent ka usenti eh, wa mgianga chura suka konko, na dada Asma na kaka Mwaruseke. Leo ni leo kumbe, akina dada kama hao, na ninyi mnakutana nao yeye, yeah, amekutana nao tena, ukiwaita wanakufokea E, wape dozi dada sima, hakika mmewanyosha wa dada. Maana kuna wakati mwingine ukimuita mdada kwa lengo zuri tu anakusonya na anaendelea kutembea, yaani wanalinga da, ndipo ambapo wamemaliza hivyo. Lakini Elisha Kaba kutoka kituo kutu, cha Mbogo Biharamulo, anasema dunia sasa ndivyo ilivyo, hata kama unataka kumsaidia unakata tamaa hivyo tu, wabadilike. Sio kila mtu akiita binti anataka kumtongoza. Kamilio ni kutoka Geita Matulole, jamani, anasema hapo walipo wapo wengi, kikubwa naomba wabadilike. Josefu Paulo, binti yeyote akiitwa na mvulana na kataa uh, na wakati kuna kitu unataka kumwambia uh, anasema kama Asma, yeye akiitwa huwa anasimama au? Yeah, anasema. Ananiuliza mimi ni kitu anasimama au, na mimi ndo uh, wale wale, anasimama lakini. Inasimama, unajua janani, kama ulivyozungumza mimi, Asma nimejaribu kukuelewa kwamba mm. uh, kuna namna, kuna mazingira ya mtu anaweza kakuita mm ukasimama mm -hmm. na nengine, kuna mazingira ambayo mtu akikuita, ah, wasiwasi lazima uwe na wasiwasi, naona mm -hmm. kuna watu shika panga pale maruseko, nakuita mwalu njo kwenye kifo, we mwalu ah, hapo si miguu nisaidie. Ni wale wazee wa kuinua simu ndio, unanita haraka Baadaye unamwambia sasa yule, kizimbani ile imegusa kunako. Nakuta mtu namwita kwa nia njema, lakini anakusonya, kumbe ulikuwa na nia njema kwake. Kupitia kizimbani, naomba kwamba waweze kubadilika kwa kweli. Leo mmewaumbua hao madada wenye tabia ya kuitwa, wanaanza kuringa, wao wanajua muda wote kuwa wanaitwa kwa ajili ya eh, kutongozwa. Jamani kata, ne, kata neno Wito. Okay. Mama Corin kutoka Biharamlo mjini anasema hiyo tabia ipo hapo Biharamlo. Lakini shukuru Anatoli kutoka Ngundu kizimbani ale imegusa penyewe, dada hapo wa hivyo, wapo wajirekebishe. Sospita huyu eh, kazingo yuko chambare Ngara anasema jamani, hawa madada eh, wajibadirishe, na hapo kwao wanasema wapo akina mama pia wa songa mbele mkubwa. Kuna dada mwingine ukimwita analinga na sema, unaniambia nini wewe? Bana, wakati tukiendelea pia kuonyana ama kukumbushana yapi tunapaswa tuyafuate kwenye kizimbani. Tukumbushane tu kwamba bahati nasibu ya taifa uh, inaendelea na watu wanaendelea kushinda kubwa zaidi. Kuna maneno matatu tu unapaswa uamini, ucheze na ushinde. Ukiwa ni mtumiaji wa smartphone ama simu ndogo, basi unabonyeza nyota 149 nyota 88 alama aleri, kisha unafuata taratibu pale. Na mimi huwa napendelea sana kucheza mchezo wa loto, kwa sababu mchezo wa loto ni miongoni mwa michezo ambayo inanifanya niweze kuishinda shilingi milioni 45, na kuna shilingi milioni tatu ya uhakika ambayo inatoka kila siku. Kwa hiyo hapo ukicheza zako kwa shilingi 2000 kuna uhakika wa shilingi milioni tatu ama mm -hmm. shilingi milioni 45. Kwa hiyo hawataki ukose kabisa. Ndio. Kosa milioni 45, basi piga mm -hmm. hata milioni tatu. Lakini pia kuna mchezo wa tamba na namba huu ni mchezo ambao unakupa ushindi wa shilingi milioni kumi, na hapa napaswa uwe na mtaji wa shilingi mia moja tu, lakini pia unakupatia kila baada uh, ya dakika tano unaingia kucheza na unacheza mara nyingi zaidi. Lakini kuna mchezo wa toboa chapuchapu, kuna zaidi ya shilingi bilioni mbili za zawadi zinakusubiri. Utapaswa ununue vocha za bahati nasibu ya Taifa. Kuna mchezo wa spin for cash kurudumu, ambalo unalizungusha tu, unapata ushindi wa shilingi bilioni 2.7 na utapaswa uwe na umri wa miaka 18, na kuendelea. Lakini pia unakumbusha kucheza kistaarabu. Bahati Nasibu ya Taifa inasimamiwa jamani, na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania kwa sababu hiyo tunasema ni mchezo halali kabisa, hmm. Lakini kama utakuwa na shida piga nambari ya bure 3, 3, 2, 3. Na hmm. hey. na 8 78 22 amini, cheza na ushinde kitita cha shilingi 100. Mimi napenda kukita kitita, kina thamani ngapi? Kumi. Kumi. Kumi. Kumi yes, mtaji yeah, mdogo sana kwa kushuhudiwa sawa, wasikilizaji? yeah. yeah. <laughs> So, tunakamilisha kizimbani kwa siku ya leo saa sita kamili itakuwa ni taarifa ya habari na tunaamini ujumbe tuliokusudia hapa kwenye kizimbani umefika. Jamani wadada, tubadilike, tukatae neno tusikatae wito, tukiitwa tuitike. Kikubwa tu tuangalie, mazingira ni salama ndio, lakini tusiangalie mwonekano kwamba kwa huyu anayeniita ni msafi, ni mchafu ama anatizamwaje, hilo tusiliangalie. Watu kwamba kuna mitego jamani, mtu anajibadilisha yuko vizuri, lakini anajiweka katika hali mbaya na ambayo yuko katika hali mbaya, hali nzuri ila Asma kuna watu hapa wanauliza bwana namba ya kutumia maswali ni ipi mpaka mm? mm. wiki ijayo Jumatano ni, ni namba ya ujumbe yeah. mfupi hii namba ile itumia ujumbe ndio ambayo unatakiwa yeah. kutuma swali lako tunakamisha kizimbani na Asma Ahmed. David Maruseke, niko hapa Alois Elias Hakim kasema wenye tabia potovu mbaya na zinazokera wote kizimbani. Wote kizimbani eh.